Kaunti ya Embu Cecily Mbarire na mbunge wa Mbeere Kaskazini Leo wa Muthende wamemtaka aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuwasilisha mgombea katika chaguzi ndogo za wadi ya Evurore na Muminji ili kuonyesha umaarufu alionao eneo la Mlima Kenya. Viongozi hao wawili wamesema kwamba Gachagua amekuwa akijipiga kifua kuwa jogoo la eneo hilo na huu ni wakati mwafaka wa kudhihirisha kauli hiyo. Sisi tunamwambia leta candidate, tupambane kwa ground. Watalia tu vile walilia, wakasema wameibiwa. Of course it is the story you give when you have lost, but uh, we are ready to face them again. In fact leo tuko na nominations za chama cha UDA affecting 7, 11 candidates. Seven in Evurore, four in Muminji. That in itself should tell you that that is a party hao wengine wote wameenda wakachagua, t tu mtu tunapenda mnafanya, huyo ndio candidate wetu. Sisi. Baada kushindwa, nilisikia mwingine akisema chama yake haikuwa hapa. Sasa mimi nataka kusema hivi nataka kufanya invitation, tunataka tukutane na hii chama. Inajiita ya mlima, inaitwa ya DCP. Tuko na ward mbili hapa, kuna uh, ward ya Evurore, kuna ward ya Muminji. Tafadhali usingoje kudanganya wa Kenya vile uko na mlima na unaogopa kuja Mbere North. Leta MCA asimame, leta aspirant wa DCP asimame pale Evurore ward mwingine umlete pale Muminji, ndio sasa Wakenya wote wajue chama ya DCP ni chama ya kufikiria, haina, haina sera haina kitu na we eh... <laughs> chama, chama. <laughs> ha, ha, hawana sera yoyote ni matusi peke yake.